Hapana na nasema hivyo kwa sababu mm. Katika wiki ambayo imepita mm. nimekuwa nikifuata na nikifanya stori za, za hii safari yako mm. na wale ambao wanakusupport katika mm. eneo hili mobilization yao imekuwa ni ya kusihi watu wa mlima mm. wa ku welcome mm. vizuri. Hilo mm. ni jambo ambalo halikuwa hatuko tunasikia hapo mbeleni mm. U, jambo la William Ruto kuja katika eneo la mlima Ilikuwa li, li embraced na furaha lakini sahi kwa nini wakazi wa mlima waambiwe wa, wa almost kupigiwa mag magoti? Let us, let us not answer a hypothetical question. Si mimi niko hapa okay. Kwani tutangojea mwaka moja si ni kesho? So waacha mambo tuendelee vile tunaendelea okay. Wakenya wenyewe watajionea, watu wa mlima wenyewe watajitokeza, watasema yale e, wanafikiria na mimi pia niko na majibu ya vile kwa mambo itakavyoendelea kwa sababu mimi nimekuwa nikitembea mlima Kenya nafikiri sasa miaka ishirini. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa mlimani sio urafiki ya miezi, sio ya masiku, ni urafiki wa miaka, na hiyo urafiki wa miaka hauwezi kuidadizi kwa miezi michache. So eh, kuna vile mambo inaendeshwa na vile tuta, tutaenda mbele pamoja mwenzangu kutoka Mustahe. Weru ako na Mustahe, eh.